Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ni ndugu yenu Sheikh Bizimana Zubairi kutoka Bujumbura Burundi. Ujumbe muhimu, ujumbe muhimu kwa Waislamu wote kote nchini Burundi. Milango iko wazi kwa wale wote watakaotaka kulipiwa mahari ya, na kufunga ndoa mia moja. Kufunga ndoa mia moja kwa pamoja zitakazofanyika nchini Burundi jijini Bujumbura. Na ili uwe miongoni mwa wale watu mia moja watakaobahatikiwa kufunga ndoa mia moja za pamoja unalazimika kujaza fomu una kwa upande wa mkoa wa Bujumbura zitakuwa komibu chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Jonathan. Kwa upande wa mkoa wa Burunga zitakuwa chini ya Mheshimiwa Rajabu Amisi Rumonge. Kwa upande wa mkoa wa Butanyerera zitakuwa chini ya Mheshimiwa Kwizera Idi Kayanza. Kwa upande wa mkoa wa Buhumuza zitakuwa chini ya Mheshimiwa Abasi Saidi Chankuzo. Kwa upande wa mkoa wa Gitega zitakuwa chini ya Mani Rakiza Samsoni Gitega, kwa namba hizo mnazoziona hapo na baadhi ya zingine fomu. Inshaallah, wengine watakaona kwamba ni uzito watakuja kuzipata kwangu mimi mwenyewe Sheikh Bizimana Zubairi insha Allah. Na ujumbe huu umeletwa kwenu nami ndugu yenu Sheikh Bizimana Zubairi ambaye ndiyo msimamizi wa ndoa hizi mia zinazokwenda kufanyika nchini Burundi chini ya uongozi wa Al Hikmah Foundation inayosimamiwa na Sheikh Nuruddin Kishki akishirikiana na uongozi wa Kiislamu nchini Burundi unaoongozwa na shekhe wetu kipenzi wetu Sheikh Naya Wagabo Salum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.